Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ameitangaza tarehe 29 Oktoba mwaka huu kwa siku ya mapumziko ya kitaifa ili wananchi washiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani. Taarifa hiyo imetolewa hii leo na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka kupitia ofisi ya rais ikulu mjini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, imetangaza siku ya Jumatano ya tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa siku rasmi ya kupiga kura kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Dkt. Samia pia ametumia mamlaka yake chini ya sheria ya sikukuu za kitaifa kuidhinisha siku hiyo kuwa mapumziko ili kuruhusu wananchi wakiwemo watumishi wa umma wa wa na wafanyikazi wa sekta binafsi kutimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Tangazo hili linakuja mwaka mmoja baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2024 ambapo wananchi walijitokeza kwa wingi kuchagua viongozi wa nanchu, kongi, viungozi, vijiji vitongoji pamoja na mitaa. Hatua hiyo ilionekana kuwa muhimu kuelekea maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema maandalizi yote muhimu yamekamilika ikiwemo usambazaji wa vifaa na utoaji wa elimu ya mpiga kura. Kauli mbiu ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 ni kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Je, wewe umejiandaa kutumia haki yako ya kupiga kura au utaacha wengine wakufanyie maamuzi? Mimi ni Jacqueline Ndava kutoka TMC News Kahama.